Leo tuna taarifa muhimu tunayoomba mwifikishe kwa Watanzania. Taarifa hiyo ina waandishi wa habari katika mkutano wake wa 170 uliofanyika tarehe 26 Januari 2027, waliosajiliwa katika vituo 813 kwa asilimia 53 na wavulana laki mbili 66,024 sawa na asilimia 47.

Kwa masomo ya lugha, ufaulu wa somo la Kiswahili ni asilimia 97.3 97, na kwa somo la Arabic language ufaulu umepanda kwa asilimia 17 na kufikia asilimia 50.62.